Wajasiriamali wadogo wanaofanya biashara mbalimbali katika stendi ya mabasi halmashauri ya Madaba mkoani Ruvuma wamefurahishwa na taarifa ya ujenzi wa stendi ya mabasi Madaba unaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Wakizungumza, wajasiriamali hao wakiwemo mamalishe, wafanya biashara ndogo ndogo, madereva bajaji na bodaboda wakiwa katika stendi hiyo ya Madaba wamesema wamekuwa wakipitia changamoto ya mabasi kushindwa kuingia stendi kutokana na miundombinu iliyopo na kufanya mzunguko wa biashara kuwa mdogo, kwa sababu biashara zao hutegemea mabasi yanayoingia katika stendi hiyo, hivyo ujenzi wa stendi hiyo itawanufaisha kiuchumi. Majina anaitwa Monika Mkolongo, ni mfanyabiashara wa stendi ya halimashauri ya Madaba. A, kwa kweli tumefurahishwa na taarifa ambayo tumeipata juzi. Mkurugenzi, mbunge alitutembelea hapa stendi kuja kutuletea habari njema kuwa stendi inataka ifanyiwe marekebisho. Ni jambo ambalo limetufurahisha wafanyabiashara kwa sababu tulikuwa tuna changamoto nyingi tunazipitia, kama kama hali halisi mnavyoiona hapa stand. Stand ni hapa nyuma, lakini imetulazimu kuzunguka kwa nyuma ambako ni changamoto, magari nayo yakiingia na kwama. Lakini kama kwa ili hali ambayo hili wametuletea, yani wametuletea ujumbe mzuri kuwa stand imekarabatiwa na fungu la pesa limetoka kwa ajili ya ukarabati wa stand, kwa sisi wafanyabiashara limetufurahisha sana, sisi wa, wa, wa, wafanyabiashara wa hali ya chini tunufaike na hii stand hii stendi imebeba halmashauri ya Madaba nzima. Wa Madaba atanufaika, wa Mkongotema, wa Lilondo wote tutanufaika sana. Kwa majina naitwa naita Waliobafiniasindengo, mfanyabiashara wa hapa, kwa kutuambia kuwa stendi inaanza kutengenezwa wiki ijayo. Tumeshukuru sana. Najua tutakapotengenezewa hiyo stendi, magari yataingia bila wasiwasi wala bila, bila shuruti. Lazima magari yote yataingia, na magari yatakapokuwa naingia tutauza, tutanufaika kwa wale wajili watakaoleta

kwa sababu kama navyoona hali ya mazingira saizi so so e, ya stendi sio salama, na tunaanza kusema sio nzuri. Kwa hiyo tunamshukuru, tunaamini maboresho yakifanyika, gari zitaingia nyingi stendi, kwa sababu saizi idadi ya mabasi ambayo yanaingia stendi ni machache sana, japo mwanzo yalikuwa inaingia mengi, kulingana na miundombinu ilivyoharibika pa stendi hiyo asilimia kubwa, hata mapato sidhani kama yataingia kwa wingi. Hata wafanya biashara ndio kama unavyoona wanafanya biashara, sema mbaya sio nzuri hata kidogo, hata mazingira ukiangalia sio mazuri. Kwa maboresho yakifanyika, naamini basi zitaingia nyingi, hata wafanya biashara watakuja wengi, kwa hiyo mambo yatakuwa ni mazuri tu. Akiongea na wananchi wa halmashauri ya Madaba katika uzinduzi wa ujenzi wa stendi hiyo, Mheshimiwa Daktari Joseph Kizito Mhagama mbunge wa jimbo la Madaba ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania amesema jitihada kubwa zinafanyika ili kufanikisha ujenzi wa stendi hiyo utakaogharimu bilioni tano ambapo itakuwa chanzo kingine cha mapato katika halmashauri ya Madaba, lakini pia itaongeza uchumi wa wajasiriamali mali wadogo wadogo wanaofanya shughuli za biashara katika stendi hiyo. Raji huu unaenda kugharimu shilingi bilioni 5. Bilioni tano ni fedha nyingi sana, tumezitafuta kwa muda mrefu na hatimaye mama amekubali na zimeshaingia kwenye utaratibu. Ninawashukuru viongozi wenzangu ambao tumeshirikiana kwenye kazi hii, lakini kipekee sana wananchi wa kata hii ya Lituta, wakati wote mmenikumbusha kuhusu stendi hii lakini wengine ambao watanufaika kwa karibu sana ni wananchi wenzetu wa kata ya Maanje, kata ya Matetereka, kata ya Wino. Stendi hii itatufaa sana. Ni washukuru sana akina mama wajasiriamali mnaofanya kazi kwenye stendi hii, wakati wote mmetukumbusha, mmeonyesha changamoto. Sasa changamoto hii mama amesikia kilio chetu na ametupa hizo fedha bilioni tano lakini ombi au maagizo, naomba mfanye kikao na waliojenga vibanda vya biashara hapa, wote kutaneni nao, wapeni ramani yale majengo ambayo yatabaki, wafanye haraka sana, yafanane na hadhi tunayoitaka Madaba, yale yatakayobaki kwenye ramani, yale yatakayoondolewa, mkae nao muambie haya na ondolewa yani, vibanda vilivyopo hapa vimejengwa na wanamadaba kwa ajili ya biashara, asipate hasara mtu yoyote, isipokuwa lazima mkae, tutengeneze mji wa Madaba unaofanana na hadhi ambayo Mheshimiwa raisi ametupa. Mheshimiwa wetu, mbunge wetu Joseph Kizito Mhagama, amepambana usiku na mchana, tumefanikiwa kupata bajeti ya kujenga stendi hii yenye thamani ya shilingi bilioni tano. Ni jitihada ambazo mbunge wetu Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama, usiku na mchana anapambana, anaiomba serikali na hatimaye rais wetu Samia Suluhu Hassan amekubali Madaba ijengwe stendi ya kisasa ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.